Kwa majina anaitwa Jonathan Mitambabaje ni meneja bidhaa na huduma kutoka Benki ya Taifa ya Biashara NBC. Tumewasili tukitokea Guangzhou China na wateja wa NBC. Tulikwenda China tarehe 12 tumeenda masoko ya Guangzhou, tumeenda na masoko ya Yiwu. Lengo kubwa lilikuwa ni kuwapeleka wateja wakajifunze katika nchi ya China ili wapate fursa za kibiashara kule, waone viwanda, waende kwenye masoko. Lakini kikubwa sana tulikuwa tunataka kutembelea maonyesho makubwa ya kimataifa ya Guangzhou ya Canton Fair ambayo inafanyika kila mwaka mara mbili, mwezi wa 4 na mwezi wa kumi. Tumekwenda kule wateja bidhaa zao, wamepata bidhaa zao wamepata wenye viwanda wamepata viwanda wenye network ya kuweza kuwekeza nchini wamepata. Lakini pili wameweza kutembelea maonyesho na wamekutana na watu wengi kwenye maonyesho makubwa kwao. Tunawaalika wateja wengi ambao ni wateja wetu wa NBC, lakini wale ambao si wateja wa NBC waliokosa safari hii wajiandae kwa ajili ya safari ya mwezi wa kumi. Maana safari hizi ni endelevu, tunafanya kila mwezi wa nne tunakwenda na mwezi wa kumi. kwao hii safari imeisha, lakini tunafanya maandalizi ya safari inayokuja ya mwezi wa kumi. Tuwakaribisha sana NBC. Na sisi siku zote tunaishi ile uh, kauli mbiu yetu tunayosema NBC daima karibu nawe. Asanteni sana. NBC daima karibu nawe.